Uh, ninaitwa injinia Amani Mafuru ni katibu tawala msaidizi upande wa miundombinu, lakini leo eh, nimemwakilisha katibu tawala wa mkoa tukiwa na kamati yetu ya uwekezaji ya mkoa, kamati ambayo imeundwa mahususi kabisa kwa ajili ya kupitia, kuangalia, kuratibu na shughuli zote za uwekezaji katika mkoa wa Dar es Salaam. Leo hii kamati ya uwekezaji imefanya ziara katika eneo hili la ambapo panajengwa kitega uchumi kinachosimamiwa kwa pamoja na shirika la maendeleo la mkoa wa Dar es Salaam DDC, ambaye anatekeleza mradi huu kwa ubia na kampuni ya Tosho Logistics. Uh, tumeshuhudia uwekezaji ambao umefanyika katika eneo hili ni uwekezaji mkubwa. Uh, na kwa maelezo ya wenzetu wa DDC pamoja na wataalamu wa ujenzi ambao, uh, tumekuwa nao hapa, hatua iliyofikiwa mpaka sasa hivi ni zaidi ya asilimia 80. Kimsingi uwekezaji huu ulitakiwa kufanyika hapa kwa kipindi cha miezi kumi na nane kuanzia muda ulipoanza, lakini mpaka sasa hivi utekelezaji uliofanyika umefikia asilimia zaidi ya themanini. Ni kwa kweli ni eh, hatua kubwa iliyofikiwa na wenzetu. Wa DDC wametuarifu kwamba kazi zinaendelea kufanyika za kukamilisha sehemu ya uh, uh, basement, ground floor, first floor na second floor ambazo kwa jinsi tulivyoona hatua kubwa zimefikiwa tumetoa ushauri ambao tunategemea wenzetu wa DDC na mwekezaji wataufuata ili kuhakikisha kwamba uwekezaji huu unakuwa ni uwekezaji wenye tija, na sisi kama kamati e, lengo letu ni kuhakikisha kwamba tuna ratibu na kusimamia au kuhakikisha kwamba uwekezaji wote unaofanyika kwa, kwa niaba ya wananchi katika mkoa wa Dar es Salaam unakuwa ni uwekezaji wenye tija kwa taifa. Sehemu hii ilikuwa na jengo la zamani ambalo Uh, kwa namna walivyoliangalia wenzetu wa DDC waliona uh, wakiliboresha zaidi na kuweka uwekezaji huu utakuwa na tija zaidi. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza fedha nyingi sana katika miundombinu ya barabara. Sasa barabara hizi za mwendokasi zinazopita ziwalete wateja watakaokuja kupata huduma katika eneo hili la uwekezaji uh, ambao ni maduka, kutakuwepo na sehemu za kuhifadhia mizigo lakini pia na eneo la eh, migahawa pamoja na huduma zingine za kijamii. Na pia kamati imeweza kutembelea mradi huu mkubwa ambao unajengwa katika kituo hiki cha Ubungo. Huu mradi unaitwa ni mradi wa EACLC ambao pia ni mradi ambao umeshakamilika mpaka sasa hivi. Na mradi huu pia kuna maduka mengi, kuna maduka zaidi ya elfu nne ambayo yako katika eneo hili. Kwa maduka haya pia tunatarajia kwamba yatatoa ajira kwa Watanzania na upatikanaji pia wa bidhaa katika maduka haya. Bidhaa za China zitapatikana hapa na bidhaa za Tanzania zitapatikana hapa. Kwa hiyo ni sehemu nzuri, ni sehemu bora kabisa ambayo itasaidia katika kuchagiza uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Kama kamati tumeona tufanye hivi, tutembelee hii miradi ili pia kuweza kujengeana uwezo na kuwa na uelewa pamoja, kuona namna gani mkoa wa Dar es Salaam tunaweza kuongeza fursa zaidi za kufanya uwekezaji katika maeneo yetu ambayo yako Dar es Salaam, uwekezaji ambao wengine talo wameshaanza kufanya kwa tunategemea uwekezaji zaidi katika maeneo mengine zaidi utaenda kufanyika katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa niaba ya meneja mkuu wa shirika, kwanza nitoe shukurani za dhati sana. Kwa kamati hii ya uwekezaji ya mkoa kuja kututembelea aa, na kutupa ushauri sisi kama DDC, nseme tuko tayari kutekeleza na ule ushauri ambao umetolewa na kamati hii. Tumeelezea kamati kwamba mradi huu sisi kwetu tunataka uwe mradi wa mfano hapa Dar es Salaam, kwa maana kwamba hapa ni katikati ya Kariakoo na ni soko la kimataifa, ndiko ambako Eh, watu kutoka nje ya nchi, nchi wanakuja kufanya shughuli zao hapa. Kwa hiyo tunatamani kabisa kwa dhati kwamba mradi huu uwe wa mfano, watu waje wajifunze hapa. Kitega uchumi hiki kina faida nyingi. Tumewaelezea kamati kwamba kwenye kitega uchumi hiki shirika linapata shilingi bilioni 2.5 kila mwaka, na hiyo inaongezeka kwa asilimia kumi na tano baada ya miaka mitano. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo mradi una tija ya kifedha, lakini pia kuna faida za kijamii. Tumetengeneza ajira zaidi ya elfu nne mahali hapa, lakini tuna, pia t -t -tume, tume, tume eh, tumeongeza wigo wa soko eh, kwa wafanyabiashara wetu, lakini kodi ya serikali eh, kodi ya TRA service levy na vingine vyote kimsingi niseme kwamba uwekezaji huu ume, umeboresha eneo la DDC Kariakoo. Jengo lenyewe ni jengo la mfano, ukiangalia jinsi ambavyo limedisainiwa litafanya wafanyabiashara waweze kufanya biashara zao vizuri. Kuna usalama wa kutosha kwenye jengo hili. Tunahakikishia kwamba wa, wateja wetu wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla watafurahia eh, eneo hili.